Siri kubwa imeibuka alichopewa Clemens Mwandambo naye Samia Suluhu kufikia kubadili msimamo wake na kuanza kumsapoti. Jambo, na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na hapa ndipo unapata taarifa za kweli bila kupindisha. Tunakusihi tafadhali tusaidie kwa kusubscribe. Naam. Clemens Mwandambo, mtandao maarufu wa na mshabiki wa chama cha mapinduzi CCM sasa ametangaza wazi kwamba anakubali na kuheshimu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, licha ya siku kadhaa zilizopita akiwa kinyume na serikali. Kauli yake iliyosambaa mitandaoni hivi karibuni imeibua mjadala mkubwa nchini kuhusu uongozi wa Rais Samia Suluhu, haswa wakati nchi inaelekea kuendea kwenye mchakato wa kisiasa wenye msukumo mkubwa. Mwandambo alisema naipenda, anam, anampenda Samia kama mtu na kutathmini kazi yake serikalini na kwamba hawezi kuungana na msimamo kama ma, uh, Samia must go, ambayo kwa mtazamo wake haina mantiki wala suluhisho la taifa. Hapa ndio wengi wa mashabiki wa, uh, wa upinzani wanasema kwamba huenda Mwandambo alihongwa. Kwa kitita cha pesa akiwa pale gerezani, jambo lilomgeuza akageuza diri yake ama dira yake na kuanza kumsapoti Samia Suluhu, kusapoti mama aliyemuita dikteta hapo awali. Ushuhuda Mwandambo ume, umeibuka ghafla baada ya msanii maarufu na mwanamitandao ma mwanamitanda wengine kutishiana mitandaoni na, mitanda na kutathmini au kukosoa uongozi wa Rais Samia. Matokeo haya ama matukio haya yanaakisi hali ya siasa na mijadala ya kisiasa inayochochewa sana na mitandao ya kijamii, hasa wakati nchi in inaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mchakato wa kisiasa unaovutia watazamaji wengi. Katika ujumbe wake uliovuma mitandaoni, Mwandambo alisema wazi kwamba ana mpango wa kuunga mkono kampeni au harakati zinazosema Samia must go, kauli inayojulikana kuwa imetumia neno la Kiingereza linalomaanisha kwamba rais Samia anapaswa kuondoka madarakani. Alieleza kuwa kwa mtazamo wake Samia angeondoka nafasi hiyo haitabaki wazi, bali ingechukuliwa na mtu mwingine, sio watu wanaosema hivyo kwa kauli tu mitandaoni. Kauli ya Mwandambo inakuja huku vijana wa mitandao wengine wakifanya kampeni mbadala dhidi ya rais, hasa wakiwa na misimamo mkali wa kukosoa uongozi wa CCM imefanya mjadala wa kisiasa kwenye vyombo vya habari vya kijamii wachungu na lenye kelele nyingi wakati taifa linapokaribia uchaguzi. Ripoti za vyombo vya habari na uchambuzi wa mitandao inaonyesha kwamba umuhimu wa majukwaa ya kidijitali katika kuunda maoni ya umma na siasa za kisiasa. Rais Samia Suluhu Hassan ambaye alichaguliwa na kulindwa kuwa mgombea wa CCM kwa tikiti ya chama hicho cha serikali amekuwa akifanya kampeni kwa mikoa mbalimbali, ikisisitiza mafanikio ya serikali chini ya uongozi wake na kama kazi za maendeleo za maji, afya na miundombinu. Katika mkutano wa kampeni mkoani Mwanza, alisitiza kwamba maendeleo ya taifa yanahitaji uaminifu na umoja wa wananchi chini ya CCM. Hii inaonekana katika kauli zake kwamba siasa zinapaswa kuwa na mwelekeo wa kujenga zaidi kuliko kuzusha migogoro. Magari ya kampeni yake yanaonyesha hisia ya amani na utulivu na inachukuliwa kama mwendelezo wa sera za serikali zilizopo. Hata hivyo, upande mwingine wa siasa umekuwa na sauti kali mitandaoni, hasa katika mitandao kama X na Instagram, ambapo baadhi ya vijana na wanachama wa vyama vya upinzani wamekuwa wakitoa kauli kali dhidi ya uongozi wa Samia Suluhu, kama ilivyoelezwa kwenye ripoti ya chanzo cha habari za kimataifa mitandao ya kijamii imekuwa uwanja wa mapigano ya habari na maoni ambayo hayapo bila shinikizo la kisiasa. Mwandambo ambaye ni mtazamaji wa karibu wa matukio ya kisiasa nchini na anafuata masuala ya siasa kwenye mitandao ya kijamii vilevile, amekuwa akitoa maoni ambayo mara nyingi huiboa hisia mseto. Kwa upande mmoja, baadhi ya watumiaji wa mitandao wamemkosoa kwa kile wanachoona ni ushirikiano wake wa wazi na serikali ya chama tawala. Kwa upande mwingine, wengine wamempongeza kwa msimamo wa uwazi na usalama wa maoni. Kwa mfano, msanii maarufu Diamond Platnumz ambaye alikuwa ameonyesha wazi kuunga mkono rais Samia aliondoka machapisho ama aliondoa machapisho haya mitandaoni, baada ya kukosolewa vikali na shabiki zake, akionyesha jinsi siasa zinavyoathiri uamuzi wa watu maarufu hali inaonyesha shinikizo kubwa la umma dhidi ya maoni ya wazi ya kisiasa yanayohusiana na uongozi wa Samia Suluhu. Mjadala unaendelea kupanuka hasa chini ya hali ya kisiasa ya nchi, ambapo vyama vya siasa vinashindana kisiasa, wakati vyombo vya habari vya kidijitali vinapewa nafasi kubwa katika kuunda taswira ya umma. Rais Samia amekuwa kijitahidi akisisitiza udhabiti, amani na mwendeleo katika hotuba zake za kampeni. Katika mikutano yake ndani ya kampeni alitoa wito kwa wananchi waepuke vurugu na badala yake watangamie, uh, kupigana kwa hoja na si kwa kauli za chuki, na hii ni sehemu ya msimamo wake wa kudumisha utulivu wa taifa huku akijenga sera za maendeleo kwa faida ya Watanzania. Kwa upande mwingine, hoja za wanamitindo kama Mwandambo kuunga mkono rais zinaonyesha kwamba Siasa za kisiasa zinazogusa masuala kama demokrasia, haki za kijamii na ustawi wa taifa ni nguzo muhimu katika taswira sasa ya siasa za Tanzania. Mwandambo amesitiza kwamba kuunga mkono au kukosoa uongozi si suala la hisia ya peke yake, bali inapaswa kufanywa kwa kuzingatia kazi na matokeo ya uongozi huo kwa taifa. Uchambuzi wa vyombo vyabari, vya habari vya kimataifa unaonyesha kuwa viongozi wa, uh, wa kisiasa wanaotumia mitandao ya kijamii wanapewa nafasi kubwa ya kueleza maoni na mara nyingi huchochea mijadala mikubwa ya kisiasa duniani kote. Hii inaendana na mwenendo wa sasa wa Tanzania ambapo mitandao ya kijamii inachukua nafasi ya uwanja wa kisiasa. Katika siasa za Tanzania, CCM imekuwa chama tawala tangu uhuru. Wa siasa za chama hicho zina uzito mkubwa kwa watanzania wengi ambao wanaiunga mkono serikali kwa sababu ya utulivu wa maendeleo. Na katika kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 viongozi wa CCM walisitiza umuhimu wa chama hicho katika kusimamia urithi wa maendeleo ya nchi, akiwemo Rais Samia Suluhu kama kiongozi mwenye uzoefu na dhamira ya kujenga taifa. Lakini sio wote wanaofuata siasa za Tanzania wanakubali dhana hii kwa ukamilifu. Mitazamo inayokuwa mitandaoni inaonyesha kuwa kuna mgawanyiko wa hisia miongoni mwa watumiaji wa mitandao kuhusu uongozi wa Rais Samia. Baadhi wanaamua kuunga mkono, wengine wanapinga, na wengine wanadai kuwa siasa za mitandao zinapaswa kuwa na uwazi mkubwa zaidi na chanzo cha habari hata hivyo, kauli ya Mwandambo ni mfano wa jinsi baadhi ya vijana wa mitandao wanavyoweza kuchagua kutokuunga na harakati ama kuto kuungana na harakati au kauli za kukosoa bila ushahidi wa kazi au matokeo ya uongozi. Badala yake wa, wakisimama kwa imani yao binafsi ya uongozi. Kauli ya Clemens Mwandambo ni ishara ya jinsi siasa na mitandao ya kijamii zinavyohusiana katika uundaji wa maoni ya umma na uongozi wa kisiasa katika jamii nayobadilika haraka kutokana na teknolojia ya kidijitali, mitandao ya kijamii na kuwa uwanja mkuu wa mijadala ya kisiasa, na kila kauli ina athari zake. Matamshi kama haya yanaonyesha mabadiliko ya mabadili mitazamo ya vijana wa mitandao kuelekea siasa za utendaji wa uongozi. Inatoa mwanga juu ya jinsi wana mitandao wanavyoweza kutumia nafasi yao ya mtandao kuibua masuala ya kisiasa kwa njia ya uwazi na jadili badala ya kufuata hoja za chuki na hisia tu. Na kwa Watanzania, mjadala huu unaonyesha umuhimu wa kuelewa mwelekeo wa siasa si tu kupitia mikutano ya kampeni, lakini pia kupitia majukwaa ya kijamii ambaye inazidi kuwa na ushawishi mkubwa katika enzi ya teknolojia habari, kisiyasa, mitandao, sere, ya habari mahusiano kati ya viongozi wa kisiasa na wanamitandao na ni sehemu ya uunduaji wa sera ya umma na maoni ya kijamii. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Tanza Tanza Pulse, chaneli yako pendwa na kukuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi kila wakati kwa taarifa kama hizi, na tafadhali tunaomba uweze kuwa mfuasi wetu kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Hapa ndipo unapata taarifa za kweli.